Hili ni kitabu kisicho na shaka chenye kuongoza kwa wenye kuogopa. Hakika Kurani hii inaongoza kwenye yale yaliyo sawa kabisa na inawahubiria waumini wanaofanya mema kwamba watapata thawabu kubwa. Na hakika tumeifanya Kurani kuwa ni rahisi kuikumbuka, basi je, yupo yeyote atakayekumbuka? Hakika tumeiteremsha Kurani kwa Kiarabu ili mpate kufahamu. Hakika sisi ndio tulioteremsha ukumbusho, na hakika sisi ndio tutakaouhifadhi. Hakika hii Kurani ni ufunuo kutoka kwa Mola Mlezi wa walimwengu wote. Sema: ikiwa watu na majini wangekusanyika ili kutokeza mfano wa Kurani hii, hawangeweza kutokeza mfano wake, hata wakisaidiana kadiri gani. Hakika sisi tumeteremsha Kurani kuwa ni uponyaji na rehema kwa Waumini, na haizidishi ila uharibifu kwa madhalimu. Sema, ni nani shahidi aliye bora zaidi? Sema, ni Mwenyezi Mungu ndiye shahidi kati yangu na nyinyi, na Kurani hii imeteremshwa kwangu ili nikuonyesheni nayo, na yeyote atakayepatikana nayo. Je, nyinyi mna shahidi kwamba kuna miungu mingine badala ya Mwenyezi Mungu? Sema, hapana, mimi si shahidi. Na kama tungeliteremsha Qur'ani hii juu ya mlima, bila shaka ungeliuona ukianguka na kupasuka pasuka kwa hofu ya Mwenyezi Mungu. Hivyo ndivyo tunavyowafananisha watu ili wapate kutafakari. Hakika amebarikiwa yule aliyemteremshia mtumwa wake bendera ili awe mwonyaji kwa walimwengu wote. Na kwa yakini tumewapa kitabu tulichokifafanua kwa elimu, ni mwongozo na rehema kwa waumini. na hakika wewe unapewa Kurani kutoka kwa Mwenye hikima, Mjuzi. Akasema Mtume sau, Ewe Mola wangu Mlezi, hakika watu wangu wameipokea Kurani hii kwa upumbavu. Na usipowapelekea ishara husema, kwa nini hukuifanyia? Sema, mimi sifuati ila yale ninayoteremshwa kutoka kwa Mola wangu Mlezi na hii Qur'ani ni hoja kutoka kwa Mola wako Mlezi, mwongozo na rehema kwa Waumini. Basi nawalete kauli kama hiyo, ikiwa ni kweli katika yale wanayosema. Je, hawaifikirii Qur'ani? na kama ingekuwa imetoka kwa yeyote asiyekuwa Mwenyezi Mungu, basi wangelitafuta ndani yake machafuko mengi. Na ndivyo tulivyokuteremshia roho kwa